Yani, nasema hivi mimi, msinitishe na kufa sijui. Oh, rest in peace Digdaa, rest nini? Minsha kufa nishafufuka my friend, ulizeni muambiwe. Kwa hivyo mimi msinitishe, na kama kuna mtu ana jambo na mimi, ani face one on one Shenzi nyinyi, musinipeleke mbio. Yani nawaambia kama nikupitia, nimepitia, nimeanza kuugua toka so, ladies and gentlemen, sio furaha yangu nitasema leo kwamba, huku nikiendelea kufuatilia kwa kina sana habari za Tanzania, ambapo leo wanafanya uchaguzi wa kumchagua yule ambaye atakuwa rais wa ile nchi, Nimeshikwa na mshangao mkubwa sana ama nimeshtuliwa sana na habari ambazo si habari njema na sio habari nzuri kwa Wakenya wote kwa pamoja. Uh, hususan kwa watu kutoka sehemu za Mombasa kule 001 ama sehemu za pwani ya Kenya ambapo kuna yule ambaye ni mtengenezaji maudhui kwenye mtandao wa TikTok ambaye anajulikana kama Digda 001A, Digda 001A ndiyo akaunti yake ile ya TikTok ambayo yatumia pale ambapo habari zilizonifikia nimeweza kumwona yule ambaye ni mtangazaji mwenzangu pale ambaye anajiita Captain Nyota, ambapo aliweza kutangaza kwenye, kwenye peji yake ama kwenye taarifa zake ya kwamba mwana habari huyu ama mwana muunda maudhui huyu ambaye ni TikToker content creator vile ameweza kuaga dunia, yaani ametuacha leo alfajiri, ambapo mimi siku sikutaka kuamini kwa haraka, kwa sababu nilikwambia kwa KG Chipande tunapeperusha habari ambazo zina ukweli, na sikuwa mharaka sana kupeperusha hizi habari, ndio ikanilazimu nimpigie Captain Nyota pale na nikapata habari kamili kwake, ambako alikuwa amenambia yeye mpaka saini tunaongea yuko kwa ile familia yake ambayo iko sehemu fulani pale Mwandoni, ambapo ameenda kwa minajili ya kupata habari zaidi kuhusiana na kifo chake huyu ambaye anaitwa Digdaa. Hapa kwa KG Chipande tunasema tu, ina lilahi wa ina lilahi rajiuni kulu nafsi idai kaltul maute. Sasa yake imefika na yetu ipo njiani, tusijue ni siku gani ambayo pia sisi tutaenda, na wenzetu vile vile waje watangaze hapa ya kwamba kulikuwa na yule na yule na yule ambao aliondoka kwa hivi na hivi na hivi. Najua wengi tunataka kujua ni kitu gani ambacho kimemwondoa duniani ama ni kitu gani ambacho kimeweza kutokea mpaka akatuacha, lakini kabla mpaka sasa hatujapata Uh, official information from the official family ama from the official source ambao wako pale ili watuelezee ni kitu gani ambacho kimemwacha ama kime, kimefanya mpaka uh, umauti wake huno ukamfikia bata, kwa ajili ya kwamba najua wengi ni wafuasi wake na wengi wanatizama na wengi wanataka kujua uh. Basi sitakuwa mchoyo wa kupeperusha habari zozote ambazo zitanifikia hapa ambazo zitakuwa ni za kweli kuhusiana na umauti wa Digdaa, na tukumbuke ya kwamba Digdaa alikuwa ni Muislamu na hivyo basi, kama sitakosea, huenda akastiriwa leo alasiri. Aa, tujumike kwa pamoja. Nitajitahidi, nitajitahidi niangalie mfuko wangu nione ambavyo nitafika aa, ili niweze kupeperusha habari hizi moja kwa moja, ili tuweze kushuhudia na kuona nikina nani wamefika na nikina nani wanasema nini na, na, na nini na watu wa Mombasa wameshikwa vipi na msiba huna wa ghafla na kuna mengi ya kuongelelea kuhusu Digdaa. Mimi mwenyewe personal hatukuwa ipatana, lakini hacha tusizungumzia mambo mengi zaidi. Let me not, uh, spread things which are not there kwa sasa, kwa sababu wajua Kenya ni tunajua hizo kwamba mtu akishafariki watu wengi huongea mambo mengi kuhusiana na mambo tofauti tofauti. A lot of people wamekuja kwa inbox yangu kwenye TikTok pamoja na kwenye Uh, video za YouTube ambazo hataazihusiani na masuala mazima haya, lakini wakuja niuliza, KG, tufahamishe ukweli ama uongo kuhusu habari za Digda. Wengine wameenda kwenye Facebook account yangu kule kwa page yangu pia KG Chipande na kuuliza swali hilo hilo, tufahamishe KG, kuna ukweli wowote ama ni story tu za uongo? Tufahamishe, tufahamishe, tufahamishe mpaka mwisho siku leo. Nimeamua kuwafahamisha ya kwamba ni kweli Digda ameweza kututoka na hatupo naye tena, na hivyo basi tumombee Mwenyezi Mungu aweze kumsameha madhambi yake aliweza kuyafanya kwa siri na hadharani. Tuweze kumsameha wale ambao walikosewa, ama wale ambao wanahisi ya kwamba Digdaa aliongea kitu ambacho hakikuwapendezea, basi tuweze kumsameha ili Mwenyezi Mungu aweze kumpokea. Na vilevile vile, pia tunajua kuna mambo mengi sana ambayo yatatokea ya ukweli na ya uongo, ya kusingiziwa na ya ukweli yote tisa kumi. Uh, kitu ambacho ni cha msingi tusemeni tu ya kwamba Mwenyezi Mungu aliumba, Mwenyezi Mungu amechukua, na aiweke roho yake mahali pema palipokuwa na wema, kwa sababu tukianza kuongea yale ambayo ameyafanya na yale ambayo tulikuwa tunatarajia ayafanye, kwa sababu Digdaa alikuwa ni mtu ambaye anajumuiana na watu tofauti special watu ambao ni ma tiktokers watu ambao ni wanahabari, watu ambao ni wanasiasa wakubwa wakubwa, kina Ali Hassan Joho kina uh, tumeona mwingine yule kule Kilifi pia ambaye anajiita nani, yule mama uh, kuna mama fulani ambaye anatafuta governor Jumwa, Aisha Jumwa aha. Uh, kuna kama Abdul Swamad pia vile vile. E, Mheshimiwa William Samoei Ruto, rais wa Kenya, pia ni baadhi ya watu ambao alikuwa anashikana nao na anawapigia kampeni na anazungumzia kuhusiana na maswala yao na vile vile pia ni mtu ambaye alikuwa anapenda sana sana kusaidia vipaji ambavyo vinajinua na ni mtu ambaye ya kutokea masuala kama haya, kwamba mtu fulani amefariki ama kuna janga fulani limeweza kutokea, alikuwa anajitoesha mwenyewe na anaonekana kwamba amefika. Uh, ni mtu ambaye alisingiziwa na mengi ambayo hatujathibitisha kama ni ukweli ama ni uongo, na hatuko tayari kuyazungumzia kwa sasa, lakini yote tisa kumi maadamu ashaenda ashaenda. Sasa utaniruhusu tu niweze kusoma comment ambazo ni tano tu peke yake, tuone kujua ama tusikize watu wa Mombasa wamepokea vipi msiba wa Digdaa. Kuna huyu ambaye hapa anajiita Ali Mtwana amesema basi, nilikuwa na kutafuta sana ni confirm kwamba hizi habari ni za ukweli ama ni za uongo. Nafikiri jibu ushalipata. Ya Rabi, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ala amsamehe dhambi zake za dhahiri na siri. Hakika hakuna anayejua siku yake mwili. Uh, wanitetemeka. Anajita Pop hide Pop kid, amekuja amesema hivyo, Mungu akulaze pema palipokuwa na wema. Amini ya Rabi, allahu akbar inna hizo ndizo comment ambazo. Kuna mwingine hapa amekuja amesema uongo. Sitaendelea na habari, niruhusu ni tu niweze kufika Mombasa kwa sasa kwa haraka sana uwezekanavyo ili tuweze kupata hizi habari za moja kwa moja.